Mwananchi aja karanda bunge la mwananchi a Jakaranda kwa kunipatia hii fursa kwa usiku wa manane o fursa. Mambo imekuwa mambo kila siku mambo ya waria waria, kwani waria wamekosea mtu nini? Saa hii naongea tu kidogo, alafu naingia kwa lugha yao, watasikia mambo ya waria mambo zinafanyikaga, hata unaweza pata ukiwa nchi ingine, kama ule alikuwa kule Vietnam, si watu waliteta, si watu waliteta sana? chipia ao ni maforeners, maforeners chipia ni maforeners. Kwa saa hii inafaa tuheshimu pia hao maforeners, tusiwatuzi sana. Ukiwaambia manake pia tolbaga nyolesosa mwingine alikuwa na nani, nurokanga alikuwa anasema hatuwarudi kwao warudi kwao, na watu wengi wako watchman huko, wanafanya kwa ria huko, unataka waende wapi? Unataka waende wapi? Wa mama wanafua, wanakuja mpaka, saa zingine pia mimi hata bibi yangu zaii anaenda huko anafua ana, nikikosa kazi, unataka waende wapi? Inafaa wakwe equal waria waende waongee wakae kivyo, ile heshima itadumu siku zijazo na sahi kama bibi bibi bibi, usiku wako na yangu, anafua huko na analeta unga <es> haya, ya rabu ya rabu